Tuanzie huku nchini DRC ambako serikali yasema makubaliano yaliyotiwa saini juma lililopita nchini Marekani kati yake na nchi ya Rwanda yalijikita katika kupata suluhu ya kudumu mashariki mwa Congo na sio kwamba wameuza rasilimali za nchi hiyo kama inavyoelezwa kupitia mitandao ya kijamii. Akizungumza na kituo cha ja televisheni ya taifa RTNC, waziri wa mambo ya nje wa Congo, Therese Kayikwamba, amesisitiza umuhimu wa makubaliano hayo kuheshimiwa. Maja, hadi kufikia hatua hiyo ya kusaini makubaliano hayo ilikuwa ni siku kubwa sana kwa diplomasia yetu, siku muhimu ya kupongeza juhudi nyingi zilizoanza hususan tangu pale rais wa Jamhuri alipochukua hatamu ya uongozi. Kama mjuavyo alijipa jukumu la kujitoa muhanga ili kumaliza vita mashariki mwa DRC, na tumeshuhudia sherehe zinazofungua mlango wa kurejea kwa amani kulingana na makubaliano. Tunataraji kwa haraka amani kwa wananchi wetu, amani kwa ukanda mzima. Lakini je, ni kipi kinachofanya makubaliano ya safari hii kuwa tofauti? Francois Lwende ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa nchini Kenya kwa upande wangu, nafikiri kile ambacho kitaleta utofauti kidogo ni ile commitment ya serikali ya Marekani ambayo ndio inasimamia mkataba huo. Ikumbukwe kwamba Rais Trump mwenyewe alipopokea mawaziri aliweza kusema kwamba upande ambao hutaweza kutekeleza makubaliano hayo ama accord hiyo, kutakuwa zile sanctions ambazo wataweza kuchukua, lakini akawachi ili wajue kwamba ni kwa faida yao kwanza wenyewe kutekeleza mkataba.